Katika kuendeleza utekelezaji wa maono kanisa Anglikana Dayosisi ya Tanga mtaa wa Mashahidi wa Mashahidi Afrika kwa Semangube wameweza kusaidia watoto ishirini na tano mahali pa kulala kwa kutoa magodoro yenye thamani ya shilingi milioni mbili laki saba na elfu hamsini. Magodoro hayo yametolewa mbele ya viongozi wa serikali ikiwa ni mojawapo ya wajibu wa kanisa kuwasaidia wengine hasa wahitaji. Awali akieleza njia zilizotumika kuwapata watoto hao Mtaalamu wa fedha na mawasiliano wa kituo cha huduma ya mtoto na kijana Anglikana Mashahidi wa, wa Afrika, ndugu Musa Kurije pamoja na kasisi wa mtaa huo Kanoni Emmanuel Mwandamizi wamesema, katika kituo chetu hichi tunahudumia watoto wapatao mia mbili na tatu kwa sasa. Tulikuwa na watoto 194 lakini hivi juzi tumepata neema ya watoto tisa wengine. Kwa sasa hivi tunahudumia watoto takribani mia mbili na tatu. Tunawahudumia watoto walioko katika mazingira hatarishi au katika mazingira magumu, na lengo la huduma ni kumsaidia au ni kumkomboa mtoto kutoka katika umaskini. Na sisi kama watendakazi pamoja na kanisa tulifanya ziara ya kuwatembelea watoto majumbani na kubaini hasa wenye changamoto, maana changamoto zinatofautiana na kubaini hasa wenye changamoto ya malazi, hususan mahali pa kulala. Na kulingana na bajeti yetu ambayo kila mwaka huwa tuna bajeti, bajeti yetu ya mwaka huu ni kusaidia watoto ishirini na tano mahali pa kulala, hususani kwenye magodoro. Ni wengi wenye mahitaji, lakini uhitaji unatofautiana kulingana na hali aliyonayo mtoto husika. Tulipata wengi sana ambao wenye mahitaji ya magodoro lakini kulingana na bajeti yetu ikatubidi tuangalie hasa ambao wale wana mahitaji muhimu zaidi, kwa hiyo tukapata watoto 25 kati ya hao wengi. Huruma ni hisia ambazo zinatokea kukabiri mateso ama maumivu ya mwingine na kuhisi a, kuyapunguza ama kuyaondoa mateso hayo. Kwa hiyo, ukizingatia tafsiri ya neno huruma na neno la Mungu kama linavyotufundisha kwamba iweni na huruma kama Baba yenu alipo na huruma. Baba anayezungumziwa hapa ni Mungu. Mungu ni mwenye huruma kwa watu wote. Mungu ni mwenye huruma bila ubaguzi. Mungu ni mwenye huruma kwa namna tunavyoteseka kwa namna tunapoumia. Huruma ya Mungu ni huruma ya ajabu ambayo uh, inagusa maisha yetu. Kwa hiyo tafsiri ya neno hili huruma, kama tulivyoiona kwamba ni hisia za kukabili mateso ama maumivu ya mwingine zituguse mioyo yetu, zimetugusa katika kuona, uh, kama si maumivu basi ni maisha ya kawaida ambayo pengine tumeona kanisa tuna kila sababu ya kuweza kukabiliana na hali hiyo. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba tumeandaa magodoro haya kwa ajili ya watoto ishirini na tano ambao tutawapatia magodoro haya. Mioyo yetu imepata hizo hisia za kuweza kupunguza ama kuondoa maumivu kadhaa ambayo yamewagusa watoto hawa. Na kupitia hili, nitoe shukrani kwa viongozi wetu wa serikali, ambao mmejali kwamba ni jambo ambalo na ninyi limewagusa kwa namna moja ama nyingine. Tuzidi kusisitiza kwa jamii nzima kwamba tujenge hiyo mioyo ya huruma, tuhurumiane sisi kwa sisi, kila mmoja abebe maumivu ya mwingine kila mmoja abebe hisia za mateso ya mwingine ili tuweze kusaidiana, tuweze kukwamuana pale ambapo tunaona mwenzetu yeyote yule yuko katika changamoto fulani. Huruma hizo ziguse mioyo yetu ili tukaone kwamba la mwenzetu ni la kwetu. Sikia furaha sana, tumekuja na wenzangu wa serikali ili e kusudi kujumuika nanyi katika kuona mgao huu ambao watoto 25 walioletewa magodoro haya. Kwa hiyo tunasema kwamba sisi serikali tunafurahi kuona taasisi eh, zina uwezo wa kufanya vitu kama hivi. Inamaanisha kwamba serikali tumekwishaona kwamba kuna uono wa mbali wa taasisi. Tunapenda taasisi zingine si Anglikana tu na wengineo wote, ili kusudi waweze kufanya vitu kama hivi, watoto nao wafurahi. Ilikuwa na ya kwangu ya kusema watoto kweli wamekwenda kuangaliwa ambao wana ile hali mbaya ya malazi. Sasa si ikawa godoro hili tena nikapigwa bei kulipa kikoba <laughs> kabisa kabisa wakaja kutembelea kule, wakaja wakaona lile godoro halipo, tunauliza wasikia ameenda kuuza kule, amelipa kikopa. Sio vizuri, ni dhambi kwa Mungu. Kutoa hamasa, ikiwezekana siku nyingine, na sisi kama serikali tuwe na mzigo ambao tunauleta, ikiwezekana hao wengine ambao wamebaki nao waende kuguswa. Mungu akubariki sana, baba mchungaji, uwepo wako pia na sisi watu kwa upande mwingine anasema, sikupigii debe lakini un, hapa unatosha. unatosha kwa sababu sisi kwenye serikali unatugusa. Maana ni kwamba tunapokuona pia tunastuka, kwa sababu ni mtu ambao uko karibu na sisi. Tukiwa na shida unatusaidia, lakini tukiwa na mambo ya kijamii bado umetunga mkono. Inafaa pia na taasisi nyingine kuiga. Sisi tunasema kwamba dini ni njia ya kwenda kwa Mungu. Ni kwamba katika kutoa hatuna ujanja wa sehemu ya kutokea, wote tunatakiwa tutoe ili tukapate malipo kwa sababu tunaamini kwamba Mungu analipa. Na huwezi kusaidia 100%. Unasaidia pale unapofikia. Kwa hiyo mimi nawashukuru kwamba mmesaidia kiasi fulani na kiasi kingine kilichobaki, sisi watu wa serikali, tuna watu serikali za mtaa, mara nyingi mafungu yetu ni madogo sana, lakini tuna watu ambao tunaweza kutumia ushawishi wetu nao wakatoa kilichopo, mmoja mmoja au kwa vikundi. Tunakuja kwenye ile kwamba ni kuonea huruma na kusaidia, kusaidia kwa kiasi fulani. Magodoro haya wamesema ya watoto. Sasa godoro ni nne kwa sita, jamani, wacheni watoto wajigaragare kwenye magodoro ya nne kwa sita. Lakini pia nisikie imepigwa dua. Kwa hiyo magodoro haya yana upako. Yana nini? Upako. Ukifanya njia njia kuiuza au kufanyia ujanja, ule upako utakudhuru. Sio siku hiyo hiyo, inaweza kuwa baada ya mwezi hata mwaka kwa sababu ilikuwa ni cha mtoto. Na ni sio nzuri sana kumzulumu mtoto. Siku zote tunasisitiza mtoto kwanza, mtoto kwanza. Kwa tukazingatia hayo yote aliyosemwa huku tukiwa na mioyo ya shukrani. Amina wazazi. Amin. E, wote tuliopo humu ndani atakayepata asijione alistahili. Amina eh, ni sadaka mtu ameitoa kutoka moyoni mwake akaona akupe wewe na wewe uwe na moyo wa shukrani. Kwa hiyo msitoke hapa mkasema huko nje kwamba eh, hey, sisi tumepata, sisi tunastahili. Maana ile inaweza ikaleta manunguniko kwenye mioyo ya wengine ambao wamekosa, maana watasema, mimi hawajaniona, hawajanipa na mimi nina shida, kumbe tumeangalia mwenye shida zaidi kuliko mwingine Itambulike kuwa kanisa kwa kushirikiana na shirika la Compassion International Tanzania linawalea watoto wanaoishi kwenye mazingira hatarishi kwa kuwahudumia kiroho, kiakili, kimwili na kijamii, ambapo lengo ni kumkomboa mtoto katika wimbi la umaskini. Nikiripoti kutoka katika mtaa wa Mashahidi wa Afrika, Dinali ya Korogwe, achidikonali ya Korogwe, Dayosisi ya Tanga, mimi ni Edward Msumari wa Tanga Anglican Media.